Nimeona bora eh, niondoke tu. Haya, pole ukisikia kisanga ndio hiki. Na sidhani kama ni safari leo. Ipo safari gani? Si ya kwenda kukata tiketi ya safari ya kesho sasa mimi naondokaje wakati simu yangu haipo? Utamweleza kaka yako kwa msiba wa kujitakia, unadhani atakuelewa? Ha, hata hivyo, aya mambo mengine kanasababisha e, na sheria zake ayasababisha e. Kwa nini? Ndo kakufumania. Hata kama sasa, utajua jinsi ya kumweleza kaka yako, na nguo ndo hizi zimeletwa, na sijui anazungumza nini huko nje <laughs> Basi, dada Lea, nishauri nijue namna ya kupata simu yangu, nakuomba. Kuomba kwanza? Maliza hili, alafu hilo linafuata. Unajua hii sakata sio wewe tu peke yake, hata mimi sijisikii vizuri kuhusishwa katika uchafu huu. Mimi siwalaumu ninyi ambaye blotwanga miti miwili kwenye kinu kimoja. Ndio sababu sasa hivi wasichana wanalala na wavulana wanaowahitaji huku, wavulana wanalala na wasichana wanaopatikana. Lakini uko mbele mwendako, wavulana wataoa wasichana e, wanaowahitaji, lakini pia wasichana watalazimika kuolewa na wavulana wanaopatikana. Nikwambie kiti unongwa, anayestahili kusaidiwa sio yule wa naomba yai nikamalizie chumvi yangu, isipokuwa ni yule wa kwamba naomba chumvi nikamalizie yai lako. una maanisha nini? Ngoja tutafute wasa sehemu tukae, ndikupe somo zaidi.

Mpigie nongwa atupe namba ya rafiki yake. Unajua zoo, mimi sitaki kujihusisha kabisa na masuala yako. Mpigie basi niongea ne mimi. Ongea nae nini, nini wewe, alafu ukiongea naye nionekaneje nini huh? Yaani, nakuhakikishia mkiondoka na kaka yako hapa kwangu, usirudi wema wangu Usiniponze wewe, utasababisha ionekane majirani zetu hawajitambui. Kumbe mpo wachache mnaolidhalilisha taifa nzuri na lenye amani. Mimi nikuulize, umalaya unakusaidia nini? Simana kumbe nani mekujua, na nongo itakuwa amekujua na ndio maana nakuchanganya, baada ya kumaliza tatizo unaenda tena kushiriki ufisadi wa ngono. Usichokijua ni kwamba nyuma ya kila kile unachokionea wivu, nyuma yake kuna hadithi usiyoijua. Na nyinyi vijana huwa mnahangaika nao mabinti wa AI, mnachokitafuta ni utelezi tu, kwa sababu utamu una wewe mwenyewe. Kuna vitu mdogo wangu, vikiondoka huwa havirudi, navyo ni muda, neno na nafasi. Hivi vitu Ukivitumia vibaya leo, kesho vitakufundisha kwa maumivu. Unachokiongea ndio naanza kukuelewa sasa hivi, kwa sababu nimegundua nipo kwenye safari ya kuelekea kwenye, kwenye wanaume kama unamirugiliaga siku zote. Nashukuru sana lakini pia najifunza kutoka kwako kwa. Mzee Mademi, una ujasiri wa kutosha sana. Mimi nashukuru kwa kuwa unaanza kunielewa sasa, kwa hali ilivyo sasa hivi. Kama angekuwa kaka mwingine kishafanya maamuzi mabaya, huenda yangepelekea hata kuhatarisha maisha yake, lakini wewe umenivumilia mpaka wa leo, ndo unaniambia wewe ni kaka wazee Nashukuru tena kwa mara nyingine. Usijali, nakuahidi kuanzia sasa rasmi kuachana na mdogo wako, lakini pia nitaendelea kukuheshimu na uweze hatua zako katika maisha yangu. Yote umeongea vyema sana, cha kukuongezea tu ni kwamba Zuu atakupotezea muda kwa sababu yeye hana cha kupoteza katika taifa hii. Wewe kadri unavyozidi kuongeza upendo dhidi yake, ndio unazidi kujitengenezea jeraha kwenye moyo. Imekuelewa umri wako wewe, Nongwa bado unadai kubaki duniani, lakini nakuhakikishia kwamba doli ni chaguo sahihi sana kwako sasa usisubiri kupoteza ndio utabiri, kwa sababu maisha hayanaga tabia ya kurudia somo sawa. Nikwambie jambo? Ndio. Oh, unajua ukiwa na ndoto bila hatua ni sawasawa na kupiga hatua kwenye ndoto ah.

Dada. Dada. We, ebu, nenda ka nitie taxi kule. Kule chini? E, kule chini. Dada. Dada. Aya. Amerudi, au bado? Yuko ndani. Nitie.

Kwa mantiki ya Madebe, Doli ndiyo chagua sahihi kwangu. Sasa mbona ashiki simu ili nijue yuko wapi, eh? Au niende kwake nikamwombe lavi. Mbona mm, niwekeze nguvu sehemu moja tu? Ngekanje ukasubia apate mapumziko kidogo, sawa. Ila nilimpata na hizi dawa hizi. Ha, hazina shida, ziachi tu hapa, sawa. Upendo uliotamu umeacha maumivu pipia.

Ana changamoto gani tena doli? Namba 07 mm -hmm. 4279 4279 8228 tayari, asante. Ah, sawa, sasa nitakustori, unifate na, hivi, we umejisikiaje? Eh? Ulivyoletiwa nguo ambazo umefumaniwa nazo. Hmm? Halafu unajisikiaje? Pale unapoonekana unafanya umalaya katika taifa la watu unataka wachinina. Eh? Mbona familia iliona imefanya jambo la maana sana, wewe kukutoa kule kukuleta huku na imekuepusha baadhi ya mambo, lakini mimi mbona unaona kinyume chake. Zuu. Hey, kaka, nikuulize swali hivi e, kama ikitokea kahaba akabakwa anakuwa amepata hasara katika biashara yake? Uliza wewe. Lakini mimi sijui. Kaka, hujui? Wakati ndio mtaji unaotengeneza kwa sasa, tena katika taifa la watu eh? Sasa kwa nini usijue faida na hasara kabla hujaanza biashara yenyewe? Mimi siwezi kutoa msamaha katika hili la ufuska. Kimsingi ni kwamba unajidharau. Sasa mimi nakuhakikishia, inawezekana leo kipindi uko mbichi, kuna watu wakawa wanakumezea mate, lakini kwa mtindo huu unaokwenda nao, utakuja kukutana nao kipindi ambacho yale mate ambayo walikopa nakumezea tayari wameshayatenda.